Ulinifukuza kwa serikali na nikakubali, na nikaambia wafuasi yangu watulie. Sasa ulinifukuza kwa serikali, unataka kunifukuza nyumbani Meru, pahali mama yangu ametoka eh? anaweza nifukuza Meru? Anaweza nifukuza Meru? Sasa huyu mjumbe anaitwa Kabue alipewa pesa shilingi milioni tatu na ile mtu ya soprano akamwaga mawe kwa kanisa, ati tusiende kanisani. Ni ujinga, si ujinga? Sasa mimi niulize wewe mjumbe, nyinyi ni wajinga kiasi gani? William Ruto pale kwao kwa wakaleji anawapelekea matatu vijana wafanye biashara, anapeleka pikipiki piki vijana wajisaidie, anapeleka posho meal akina akinamama wajisaidie, anapeleka pawaso vijana wasaidie. Hapa bore analeta maharagwe haivi watu wetu wakule. Ni madharau, si madharau? ni madharau si madharau? Na hii marago mchungano naye, mimi akina mama wameniambia, wazee wakiku, wakikula hii marago ya Kasongo, transformer imekata moto, eh yeah? Mtakula marago ya Kasongo, mtakula marago harambee, harambee, timao eh hey, timao eh hey. Ujua hii wabunge wetu ni wajinga Kasongo anachukua vijana ya Wakalenjin anawapeleka jeshi, wengine anapeleka polisi, wengine anapeleka KWS, wengine anapeleka KFS, wengine anapeleka NYS, wengine anapeleka Australia, wengine anapeleka Jerumani. Hapa kwetu anapatia mheshimiwa pesa, apatie vijana pesa, watupe mawe alafu wakakunywa pombe. Ni ujinga, si ujinga? Ni ujinga, si ujinga? watu wetu wa Meru, tutafukuza Kasongo, tutafukuza Kasongo. Wangapi wanasema Kasongo aende? Haya, mimi nataka tukagawanye kazi. Mabro, masistemu, uko Hi bro. Hi bro. Hi bro. Hi sis. Hi sis. Hi sis, mumenipatia ruhusa nikatafute makuzo nikatafuta makazi, niende Kisii nitafuta makazini ni wetu niende masaini nitafuta makazini niende kwa waluya nitafuta makazini sijui si nimekuwa wa Wakamba nikatafuta makuzo, si nilikuwa pwani kwa Mijikenda nitafuta makuzo, nisitafute? nitavuta kuzo, nisitafute? lakini nyinyi mutachunga nyumbani, mtachuka nyumbani wacha